Nyota ya mshale ama Sagittarius, nyota ya tisa kwa mlolongo wa nyota 12 za zodiac sign ni kwa watu waliozaliwa kati ya tarehe Novemba 22 hadi Disemba 21. siku yao ya bahati ni Alhamisi. Namba yao ya bahati ni 3, 7, 9, 12 na 21. Sayari yao ni Jupiter au Mushtara. Malaika wao anaitwa Sachieli au Israfaeli. Asili yao ni moto na ningo yao ni mshale. Rangi zao za bahati ni blue jito. Au madini yao ya kwanza ni white sapphire, inamsaidia kwa masuala ya uh, uongezi. Pili ni moonstone, inamsaidia kwa masuala ya kubalance vitu, yani kuweka usawa na masuala ya fedha. Kingine ni pearl, inawasaidia kuwapa amani na masuala ya kuchunguza historia au kufuatilizia historia, uh, na kusimama na ukweli. Kingine ni lapis lazul, inawasaidia kwa masuala ya rohoni. Mafusho yao ni udi na kafur, na mshuma yao wanaoweza kutumia ni mshumaa mweupe. Mambo muhimu kwao ni ubora unaohitajika kusawazisha mambo ni kuwa wenye uwezo wa kuongoza, kuratibu, kuandaa, kupanga na kusikiliza kwa makini. Maadili yao ni kuona mbali, ukarimu, kusikiliza mawazo ya wengine, japokuwa si lazima akubaliani nayo. Matakwa yao ni kupanuka kimawazo na tabia za kujiepusha nazo ni kutegemea kuwa mambo yatakuwa mazuri siku zote, kutia chumvi mambo na kuzidisha ukarimu kwa kutegemea hela za watu wengine. Tuangalie nyota ambazo akishirikiana nazo anaenda sawa. Nyota ambazo uh, za watu ambazo anaelewana nao ni nyota za punda na simba. Nyota za watu ambao haelewani nao ni nyota za mapacha na mashuke uh, na samaki nyota inayomsaidia kikazi ni nyota ya mashuke. Nyota inayomsaidia kihisia ni nyota ya samaki. Kipesa ni nyota ya inayomsaidia katika ubunifu ni ya punda. Nyota bora ya mapenzi, ndoa na ushirikiano ni nyota ya mapacha. Nyota bora ya kujifurahisha ni nyota ya punda. Nyota inayomsaidia katika mambo ya kidini kiroho na kiroho ni nyota ya simba na vya. Ni watu wenye uwezo wa kutabiri kitakachotokea mbele, yani prophecy au prophet wakitaka kujua, uh, uh, mtu amewachafua kinyota, watahisi maumivu kwenye kiuno na mapaja. Tuangazie tabia zao kinyota: ni watu wanaopenda uhuru, pia hawapendi mambo nusu nusu. Ni watu walio wazi, wanapenda kusoma na ni wakweli, pia ni watulivu, waaminifu na wanapenda uadilifu. Ni watu ambao hawaoni tabu kusema jambo la kweli hata kama linaumiza pamoja na kwamba wanapenda kuwa huru na kujiamini mambo yao, pia wanapenda starehe na wanahisi furaha tu wanapokuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi. Pia ni watu wanaopenda kuwa kwenye vikundi vikundi vya watu. Tuangazie tabia zao kimapenzi. Kimapenzi huwa ni waaminifu, ila mwanzoni huwa wagumu kujihusisha, lakini wakishaingia wanajitoa kwa dhati na ni watu wanaopendelea mapenzi ya muda mfupi huwa wanaogopa mapenzi ya kudumu maana yanawanyima uhuru, na pia ni watu wanaopenda ngono kwa muda mrefu na hisia zao ziko mbali. Inashauriwa wapenzi wao wawe e, wameshiba wame na kutulia kabla ya tendo la ndoa. Tuangazie kazi na biashara za mshale. Mshale ni watu ambao wanapenda uhuru na wana, ni waaminifu na wanapenda mafanikio na ni watu ambao wako tayari kufanya kazi wakati wowote ila hawapendi kusimamiwa kazi zinazowafaa ni kazi za usafiri, sheria, au wakili au hakimu, uandishi, ualimu, dini, shehe, padri au mchungaji, michezo, kazi za kuche, kuche, kicheshi au uuzaji wa vitabu. Magonjwa ya mshale ni chini ya kiuno, mapaja na kupooza miguu na mishipa ya mapaja. Vyakula na nchi na miji ya mshale: vyakula vyao ni nyama mwitu, kunazi, maboga au juisi ya mapera nchi zao ni kama USA, Spain, Romania na Ujerumani. Tafadhali subscribe kwa YouTube channel yangu, tazidi kufunzana mengi siku zinapoendelea.